Eh bana, mambo vipi? Leo tupo katika story za mitaani, upo nami na presenter wako Restituta. Ah, mada yetu ya leo ni kuhusiana na vijana wanaweza kupiga matukio gani ambao hawatokao wasahau katika maisha yao. Moja ya baadhi ya vijana hem, tupate maoni kwa kijana yetu mmoja. Mambo vipi? Poa vipi. Unaitwa nani? Unaitwa G Msafi. G Msafi. Ah, ni tukio gani ambao ushi kupiga kwenye maisha yako kutokao usahau? Ah, tukio ambalo nishapiga kwenye maisha yangu ni kuwizi wa bata. Uwizi wa bata iziaban. Yaani, ulifanyia uwizi wa bata au ndo uliiba? Yaani mimi ndo niliiba mm. yaani ilikuwa nilikuwa na mabata ya kike, sasa nikaenda kumnalii ku, ku mtu sasa ku umt kuomba bata dume, nilivyokuja naye mm. baada ya muda mfupi tu mambo yakawa mengi, kanibidi niondoke pale, lakini nikauza bata wote. Baadaye nimekaa sana kama mwaka mmoja, nikaanza kutafutwa bata watu wanatakiwa ukiachana uh, okay, na tukio la uwizi wa bata, ni tukio gani ambalo lingine hutoka, labda ya mapenzi au la depression au ni kwa sababu ya economic depression? Ushaikukosa pesa mapenzi au kukosefu wa yaani, kwa sababu ulikuwa una fedha au ni nini? Mm, ni mapenzi, mapenzi yeah. Ulisalitiwa, ulisalitiwa, ulifumania, ulifanya nini? Nilisalitiwa. Na mpenzi wako kipindi gani? Yaani baada ya kufanya tukio langu hilo ndo nilikuwa ni nime yani nimepata majanga ndo maana nikawa na mawazo, ndo nikanibidi sasa nifanye hivyo. Yani mpenzi wako alikusaliti na mwanaume mwingine au ilikuwaaje? Na rafiki yangu, yani ni mazoea hivi shemeji, shemeji mm. ya ile kupotezeana labda, maana kipindi hicho nilikuwa sina simu mm. Kwa ile kutomtafuta nini, alafu shemeji yake ndo anamkea umekula umenini umenini, mara tap, ndo hivyo nkaakuta siku moja. Kwa oh, hiyo ukachukua hatua gani baada ya kupiga ile tukio? Ah, tukio ndio hivi niko zangu single na enjoy, niko zangu mwenyewe. Yeah. Kwa hiyo unawashauri nini baadhi ya vijana baada ya kupiga matukio kama mfano, labda vijana wengi wa sasa hivi wanapiga matukio kama hayo ya mapenzi, alafu mwisho wa siku anakuja kuingia kwenye uwizi, unawashauri nini ili waweze kuovercome matatizo hayo? Ah, vijana wenzangu nawashauri kwamba waweze kutulia, wasikurupuke na vitu hivyo. Pingine hata kama ni mapenzi anasumbua, ja ani, anapita tafuta tu mtu mwingine ambaye yuko sahihi, anakupenda na wewe unampenda. Hivyo mtazamaji um, wa channel yetu wa uh, kip, nanili kipindi cha Mitaani, asante kwa kutazama kipindi chetu, sawa ku subscribe na kulike. Uko nami na presenter yako Restituta. Tumeweza kupata maoni kuhusiana na mkasa huyo, kaka aweze kuelezea tukio lake. uh, karibu tena kwenye kipindi kijacho.